Mtazamaji na warisala za rambirambi na sifa zilimiminika kwa aliyekuwa mbunge wa Lugari, Cyrus Jirongo, kufamilia marafiki na viongozi wa kisiasa wakihudhuria ibada ya wafu. Wakizungumza wakati wa ibada hiyo iliyofanyika kwa heshima yake katika Kanisa la CITAM mjini Nairobi, waombolezaji walimkumbuka Jirongo kama mtu mkarimu aliyeishi maisha kikamilifu. Hata hivyo, maswali yaliendelea kuibuka kuhusu mazingira ya kifo chake kama anavyoarifu ripota wetu Ben Kirui. Saa tatu na dakika 25 asubuhi, mwili wa aliyekuwa waziri wa zamani na mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo uliwasili katika kanisa la CITAM kando ya barabara ya Valley Road jijini Nairobi kwa ajili ya ibada ya mazishi iliyofanyika kwa heshima yake. Mamia ya waombolezaji walikuwa tayari wameketi wakiungana na familia na marafiki kumwomboleza Jirongo. Oh, no. Familia pana ya Jirongo ilimtaja marehemu kama mtu aliyependa familia yake kwa usawa bila ubaguzi. Wengi walikiri kuwa bado hawajaamini wa kifo chake cha ghafla. Wake zake watatu walitoa simulizi za kuhuzunisha kuhusu wakati walipopokea taarifa za msiba huo. Mmoja wao Anne Lanoi alikumbuka kuwa alikuwa na usiku wa wasiwasi kabla ya tukio hilo, akisema alihisi kuwa mambo hayakuwa sawa.

What she was speaking and telling me through the phone was totally unthinkable. For the first time in my life, I could hear my heart pounding in my ears. His love did not die in this sudden departure it lives in our hearts and for those who loved and knew him. To Cyrus, kona nimi rembe shipenzi Marafiki wa karibu washirika wa kisiasa pamoja na wafanyabiashara walitoa wa heshima zao wakimkumbuka Jirongo kama kiongozi mwenye maono mchapakazi na mtu aliyekuwa mkarimu kupita kiasi. Niiva ni, ni nyasaye kulanji uz uzini mirembe. Uzini mirembe na niiva mkhono kwa binadamu gulimu handika kunyole. Hata hivyo, wakati wa risala za rambirambi, wito uliendelea kutolewa wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina na wa uwazi kuhusu mazingira ya kifo chake. Saira Jirongo atazikwa tarehe 30 katika eneo la Lumakanda, kaunti ya Kakamega. Mengi yamesemwa kumuhusu Jirongo, mwanabiashara mahiri, gwiji wa siasa na mtu wa familia. Hata hivyo mazingira yanayozingira kifo chake cha ghafla bado ni kitendawili huku familia na